Kituo cha afya kipo kwenu, itatufaisha jamii ya kwenu. Kwa hiyo mlivyojitoa kuja hapa, nadhani hata wale waliokuwa wanatekelezwa naona kwamba hawa watu kweli wananyezwa. Kwa hiyo tunawapongeza sana katika kazi nzuri, lakini vile vile tunapongeza na mheshimiwa diwani. Mheshimiwa diwani, umeanza vizuri, simamia mradi huu, juuwe mradi wako wa kwa kwanza kuhakikisha kwamba unakuwa mzuri na rekodi yako iwe nzuri lakini tuna tunapongeza eh, watu wa chama mm -hmm. Kwa mara nyingine, watu wa chama mnaonekana mna hamu ya kujua kitu gani kinatokea katika. Watu wengine wanakwenda mahali chama hakijui, na eh, hukumu inayohukumiwa ni chama ha unajua, chama limeleta sasa. Wewe mumba umetengeneza vibaya lakini ile matokeo yake ya ubaya wa yeli unakwenda kwenye chama, ndio tunahukumiwa. Sasa diwani anahukumiwa, sisi mbunge anahukumiwa, rais anahukumiwa, lakini kumbe aliyokuwa amefanya hayo sio sio hao wao wow, leta, leta. Kwa hiyo tunapongeza sana watu wa kata wa Chama cha Mapinduzi.